Kikubwa vijana wangu tukadumishe hali ya usalama na utulivu sisi ni vijana jeshi kubwa ni mabalozi wa usalama na utulivu wa wilaya yetu nisisikie rabsha vurugu fujo za aina yoyote ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ngara Tunaelewana? Vijana, vijana wazi, tunamwangalia wazi. Nani tena? Am, amwe mnaandika, mnarudi niangalie, ni mimi <laughs> <laughs> <Hey. tukulio> eh? Hali ya ulinzi na usalama ni ya kwetu sisi vijana, uzalendo wetu lakini pia na utulivu wetu, amani tulionayo tuidumishe sasa, kesho na baada ya uchaguzi mkuu Tunaelewana? Ndio. Vijana wazi, wazi. Very good. Yes. Yes. Very good. Yes. Tukiona mwenzetu yeyote ana dalili za kuanzisha vurugu fujo kwenye vituo au kwingineko kokote, tumkemee weleze, yupo Kanali Kahabi atakumaliza we. Sasa kabla ya Kanali hajakumaliza, ninyi wenyewe mdhibiti, ninyi wenyewe mdhibiti, nataka To maintain hii hali ya utulivu tulionayo. Kabisa kabisa. Tunaelewana jamani? Mnaniahidi hamtaniangusha, na nikweli hamjawahi kuniangusha kwenye mwenge. Mwaka juzi mwaka jana tulikuwa Rurenge, mwaka huu tulikuwa Rurenge, mwaka jana tulikuwa hapa wote vijana, mlikuwa nyomi mmejaa hapa, piga ngoma mpaka asubuhi. Uongo kweli? Ndio. Kwa hiyo hamjawahi kuniangusha vijana wangu, hili ni zoezi kubwa sana tunampata mheshimiwa rais, mbunge wetu, madiwani wetu, kwa hali ya amani na utulivu tulionayo. Tuko mpakani hapa, tunapakana Burundi na Rwanda. Majirani zetu ni watu hawana shida, ni wapole, tunatembeleana. Lakini pia hata walioko jirani zaidi wanaombana chumvi, Warusumo pale wanavuka Mbakilee, uango kweli? Kabanga hapo wana, wanaenda Kobero, si ndio hivyo?